Bwana Shabani, bwana, kuna mtu alikuja akaripoti kabla yake ile. <laughs> Bwana alivyoona jina linafanana tu, yeye siku hiyo hiyo akafunga safari, akaja kuripoti. Mbona sio wewe? Ah, ndo mimi kwa <laughs> Shabani, bwana lakini <laughs> yote kwa yote halikuwa na maana mbaya, alikuwa anachangamkia kazi kwa kweli na yeye pia tunampongeza. Winginevyo, <laughs> Shabani, ungekuja bwana, ukuta nafasi imezibwa sasa, nini tena. Lakini haikuwa riziki yake, riziki yako kama ipo ipo tu. Lakini kiukweli tumpongeze, kwa sababu hakulala, yaani yeye alivyoona ya <laughs> vyombo vya usalama vikasema, tumkamate? Hana makosa yeye, ameona jina linafanana. Sasa kwa nini tumkamate rasmi? <laughs> hana makosa, tunampongeza na pia ni mtumishi wetu wa serikali kule Tanga. Kwa unyenyekevu tu, bahati mbaya bwana, hukuwa wewe. Nyaraka na dokumenti tulizo nazo za mteja wetu ni hizi, hazifanani na wewe Majina mawili yanafanana, moja sio la kwake, ko ndicho kilichotuokoa, vinginevyo tungefikishana mahakamani. Lakini yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini Shabani ambayo mheshimiwa rais ametuletea ni huyu, sio yule, kwa nyote.